Tangazo la maafisa hao limefuatia milio ya risasi kali iliyosikika karibu na ikulu ya Rais mapema jana huku wanajeshi wakidhibiti barabara kuu inayoelekea kwenye jengo hilo. Jenerali Dennis Nkanha, mkuu wa idara ya ulinzi wa Rais, amewaambia waandishi wa habari kwamba amri ya matawi yote ya vikosi vya jeshi imechukua mamlaka ya nchi. Akisoma tangazo hilo akiwa kwenye meza na kuzungukwa na askari wenye silaha, Rais l mamlakani Umaro Sissoco Embalo amekamatwa na yuko kizuizini. Afisa mkuu huyo amethibitisha kukamatwa kwa Umaro na kuongeza, mkuu wa majeshi na waziri wa mambo ya ndani wametiwa nguvuni imeanzishwa na uongozi wa juu wa matawi tofauti ya vikosi vya jeshi. Kamandi ya juu ya kijeshi ya kurejesha usalama wa kitaifa na utaratibu wa umma ndiyo imechukua mamlaka kamili ya serikali ya Jamhuri ya Guinea-Bissau. Uchaguzi huo uliofanyika mwishoni mwa juma lililopita umekiweka kando chama kikuu cha upinzani PAIGC na mgombea wake Domingo Simons Pereira kwenye uchaguzi. Pereira na PAIGC waliondolewa kwenye orodha ya mwisho ya gombea na vyama iliyochapishwa mwezi Oktoba mwaka huu na mahakama ya juu iliyodai wamechelewa. Pereira na Embalo ni masimu wakuu wa kisiasa katika uchaguzi wa rais mwaka 2019, walizalisha mgogoro wa miezi minne baada ya kila mmoja kujitangazia ushindi. Guinea-Bissau ni kitovu cha biashara ya dawa za kulevya kati ya Amerika Kusini na Ulaya iliyotokana na kukosekana kwa utulivu wa kisiasa uliodumu kwa muda mrefu. Aaliyah Njovu.